Sasa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, limeutambulisha rasmi mpira utakaotumika kwenye fainali za kombe la dunia mwaka 2026 zitakazofanyika katika mataifa matatu, kwa maana ya Marekani, Mexico pamoja na Canada. Mpira huo umepewa jina la Trionda na umenakishiwa kwa alama zinazowakilisha mataifa hayo kwa mfano jani lenye rangi nyekundu la mti wa maple ni nembo ya taifa la Canada na jani hilo lipo hata kwenye bendera ya nchi hiyo. Tai mwenye rangi ya kijani anawakilisha taifa la Meksiko. Wameksikana wanasema tai ni ishara ya nguvu, ushujaa na roho ya kutokushindwa ya watu wa Meksiko. Nembo nyingine iliyounakshi mpira huo ni nyota zenye rangi ya bluu ambazo hizi zinawakilisha taifa la Marekani. Unafahamu Marekani ni muunganiko wa majimbo 50 ambayo yote yanawakilishwa kwa nyota moja katika bendera ya Marekani. Kwa hiyo kuna nyota zenye rangi ya bluu pale ambazo zenyewe zinawakilisha taifa la Marekani. Kwa sababu mashindano haya yanafanyika kwenye nchi tatu, kwa hiyo neno tri ni kisawe cha neno three katika lugha ya Kiingereza, na neno onda ni neno la kihispaniola linalomaanisha wimbi. Kwa hiyo tunaweza kusema maana ya jina la mpira huo ni mawimbi matatu. Kwa kuwa mpira wa miguu huwakutanisha pamoja watu wa mataifa mbalimbali ulimwenguni kuzishangilia timu zao, imekuwa ni kawaida FIFA kuupa jina maalumu mpira unaotumika kwenye kombe la dunia. Mara nyingi jina hilo huendana duni na tamaduni na desturi za mwandaji wa mashindano, lakini pia sababu za biashara pamoja na branding. Mathalan katika fainali za mwaka 2022 zilizofanyika huko Qatar, jina la mpira lilikuwa ni Al Rihla, neno linalomaanisha safari kwa lugha ya Kiarabu. Na mwaka 2018 kulikuwa na Telstar 18. Pamoja na kuwa mashindano hayo yalifanyika Urusi, jina hilo lilitolewa kuenzi mpira uliotumika kwenye fainali za kombe hilo zilizofanyika huko Mexico mwaka 1970. Mwaka 2014 mpira uliitwa Brazuka, neno la Kibrazili linalomaanisha ubrazili na lilichaguliwa na Wabrazili wenyewe kwenye kura za wazi. Na mwaka 2010 katika fainali zilizofanyika Afrika Kusini, mpira ulipewa jina la Jabulani. Hilo ni neno la Kizulu linalomaanisha kusherekea. Vipi kwa upande wako, jina gani lilikubamba zaidi? Share nasi kwenye comments.